Ah na we umeanza kutoa siri baba, tulisema mwenzako anatoa siri na we umeanza kutoa. Kama ulikuwa unapata diko kubana, nisingeweza <laughs> kweli. Hata mimi yani, nisingeweza kabisa. Na uvumilivu kama chupa ya bia, yaani nimenyoka chini mpana, nisingeweza kabisa mimi. Aya, aya, mapenzi, aya mapenzi, aya mapenzi, aya mapenzi, aya, aya aya aya kabla utawaua sikia. Yaani bibi akamsikiliza, na yeye huku amewasimulia, amemaliza, akaambia najua upendo umeisha, lakini ikitokea ukinipenda, baby sahivi, ukirudisha upendo wako, sitakuja kujaribu kisasi, katwa kitotokea na kupenda mayo wangu ukinipenda

Naomba nisome tano za mwisho, nomba nisome message tano za mwisho, alafu niji niwambie kitu kilichojiri. Mada ya uwimbo, mara baada ya kupewa hizi sifa. Umenipatia sijui, wanaume napenda kusifiwa nini? Unajua, <laughs> <laughs> tiba nini ya nguvu za kiume kwa mwanaume wako ni nini? We msifie tu kwa kazi nzuri unayoifanya, hasa ya kilimo, biashara hichi cha umwagiliaji Anaitwa Kapiki Kajiji wanasema kabiskuti from Kapanga pale. Ujumbe tuko pamoja sana jamani. Simulizi tamu mpaka tamu tu. Anasema ni hatari sana, yani pepo nyelele kutoka maeneo kagala pale. Bwana mkakala anakupata vizuri sana, na hali yako nzuri ya, ya maisha. Mapenzi, mapenzi ni hatari sana. Kuna watu huwa wanatamani hata kukata uduara. Uduara maana. Eh, uduara ndio nini tena? Anasema huyo aliyetoa ushauri kwamba arudiane na manina ni wewe Mkakala, hakuna mwingine. Ah, ndugu yangu, Kirele, wewe ah, ulekiwele wewe. Alafu unajijua bro wewe, sikia sasa kilichotokea hapo. Kilichotokea, mamba alivyosha alivyoambiwa maneno mazuri kwamba unanipatia sijui na ninamini nye nye. Mapenzi, ukisikia watu wamegombana, usiingilie aga, unashauri tu baba, rudiana naye au fanya hivi, yaani usiwe mchonganishi wa kutaka waachane. Hata kama we una mapito yako uliyapitia magumu kuliko ya kwake, wewe mwambie tu warudiane. Cheke kalichomjibu kaka, baba kawatu, jamani mapenzi, mama wei. Aha. Twende baba, okay. Twende baba, twende chepula kwanza huyo mtoto wewe, anachepua kino macho legelege vanila Mama. Wewe, ah -ah. Mama. Wewe akapo duniani hapa kamania, mama unamhitaji wewe, wewe maisha sema unakuhitaji, unatikisika namna hii. Kikuma ndo basi, sauti ya Katavi inafuata. Jamani, sikilizeni wenyewe alivyoendelea kumsifia huyo baba. Huyo baba huyo anampenda ajula, basi tu, mimi naamini wiki ijayo narudi yake ya Mungu, na kuona kabisa huyu baba akusifia hivi. Tukutane siku ya Jumapili, itakuwa saa moja kamili za usiku. Jamani, nyama ya ulimi sehemu yake ya ishirini na saba inaenda kwa baba ina twende, we bye bye, jamaa oyo. We.